mnamo saa mbili na arobaini na tano tulipokea wito wa uwepo wa ajali ya ndege. Kama mjuavyo, jeshi la zima moto na uokoaji tuna kituo cha zima moto na uokoaji mahususi kabisa kwenye uwanja wa Songwe, ambacho kinafanya kazi mara moja. Kwa haraka waliweza kufika eneo la tukio na kuweza kufanya kwanza kuzima moto, lakini pia kufanya maokozi, kwamba ndege ilikuwa na watu 34 ikihusisha abiria 32 lakini na marubani wawili. Maokozi yamefanyika ndani ya muda kama maelekezo yanavyosema na kuweza kuwaokoa watu wote walioko mamle ndani. Chotokea sio ajali halisia, bali ni zoezi la kujipima utayari wa kukabiliana na majanga mbalimbali mbali ambayo yanaweza yakatukabili kwenye shughuli zetu za uendeshaji wa viwanja vya ndege. Hii ipo kwa mujibu wa miongozo ya uendeshaji wa viwanja vya ndege, miongozo ya kimataifa pamoja na ya kitaifa. Tunatakiwa kufanya mazoezi ya kupima wadau mbalimbali ambao wanahusika katika mazoezi hayo ili tuweze kujua wamefanya vipi kwenye nafasi zao, na kwenye maeneo ambayo tunakuwa tunaona hayajafanya vizuri, tunakaa chini tunafanya tathmini na kuboresha kwenye maeneo hayo, ili katika uhalisia wake ikitokea kweli ajali kama hiyo imetokea, basi tuweze kunusuru maisha ya watu pamoja na mali zao kwa ujumla. Tukio hili ilikuwa ni tukio la utayari kutupima sisi wadau mbalimbali kwamba tuko tayari kiasi gani kukabiliana na matukio hayo pindi yanapotokea. Mimi kama mwakilishi wa kamanda wa polisi wa mkoa, ni waarifu Wanambea wote na Watanzania wote kwamba hili ilikuwa ni zoezi la kawaida tu kuhakikisha kwamba tunakuwa timamu ili kuokoa watu pindi linapotokea janga, takiwa kutengeneza senta ya communication ili inapotolewa taarifa ya maokozi au kuna tatizo basi wadau wote wapate taarifa kwa wakati mmoja. Mbeya inapotokea jambo lolote, ikipigwa simu moja, wadau wote ambao wanahusika kwenye maokozi wanapata taarifa kwa wakati mmoja, ili kufika kwa wakati kwenye hilo eneo na kufanya maokozi. Tuendelee kushirikiana inapojitokeza kuna tatizo sehemu yoyote, isiwe uwanja wa ndege wa Songwe tu, sehemu yoyote, kila mdau ambaye anajua anatakiwa kushiriki kwenda kushiriki kwa namna nyingine yoyote kuhakikisha maokozi yanafanyika, basi twendeni kwa wakati.